The one manager. Manager analipo na nani? Hakuna. We, umekuja una kipaji chako, unajua utatokea wapi? Mimi nimeona kipaji chako, nimekwambia. Una pesa ya kwenda studio? Hauna. Una pesa ya kufanya video? Hauna. Nimetoa pesa yangu nimekufanyisha hivyo vitu vyote, natafuta show mimi mwenyewe, wewe umekaa ndani na promote your, your, your music na career yako kwa ujumla, alafu nikupe hela sawasawa na mimi huu unakuwa ni uongo meneja. Suzi Bale mwenyewe. Bwana kaka meneja, mambo vipi? Ah, mambo safi namshukuru Mungu. Wanakuita meneja nani vile? Naitwa Luai. Ile official? Yeah, official Luai, yeah. My name Luai official. Ndio, ndio jina langu officially. Naona kama meneja amepoa alafu msanii yuko juu. Suzi hakuninilia kweli kidogo? hapana hapana, kwa, ah, kwa sababu si ni kazi. Yeye mm, uh, mwenyewe pia akiwa yuko mm, nje ya kamera ametulia tu mm. Ulimpataje Suzi kwanza? Ah, by the way, uh, entertainment ni kioo kikubwa, umeona ni kioo kikubwa mm, ni ambacho uh, kama ukitazama una, unaamini kabisa kuna kitu umeshanelewa mm. Mi Suzi nilikutana naye kwanza mitandaoni kwa sababu mimi fani yangu ni director as a professional, alafu pia ni ni actor by professional, nimesomea ni kabisa hivyo vitu. Kwa hiyo jicho langu la kwenye directing ni naliamini sana, kwa hiyo baada ya kumwona sizi kwenye mitandao, kuna mtu alikuwa amemposti kwa upande wangu, mi nikaona like, mbona huyu ana kitu anaweza kufika mbali. Kwa hiyo kuanzia pale nikajaribu kumtafuta, kutafuta na watu wake wa karibu pamoja na familia yake. Basi kuanzia hapo tukafanya kazi mpaka sasa hivi. Hmm. Mpaka sasa hivi ni muda gani tangu umeanza kuwa na Suzi? Tangia mwaka jana. Tangia mwaka jana mwezi wa tatu. Kwa hiyo sasa hivi ni mwaka mmoja na miezi kadhaa ni mwingi. Hmm, mwaka mmoja na miezi kadhaa. Na mimi katika huo muda wote ambao umekutana na Suzi mpaka mnafanya kazi, kuna sema ambao mmefikia ama umemfikisha Suzi ni wapi hapo? Uh, sehemu mpaka sasa hivi unaona hapa kila mtu akimwona, Suzibale, Suzibale, mm, it means wanamjua. Kwa hiyo mm, sehemu ambayo ilofikia kwamba at least riziki kidogo za hapa na pale zinapatikana, umeona, na pia kumtengezea wigo maarufu, amecheza, yupo katika tamthilia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa ndoto zangu pia, afike mbali na tumefika mbali, namshukuru Mungu na bado tunaendelea yeah, kwenda mbele. Huenda pia labda kuna, kuna kazi. Laba, hey, kire, kwa tu kaka. Yaani ukitaka kufurahi hata wewe una mawazo yako so, uh, nyumbani <laughs> kwa, kwako vya kula vyako tu viwe vizuri kwako, na mipango sio shida zangu. Utafurahi wewe, utaenjoy. Mimi nitakutana na watu wangapi? Mama mtoto analia mama, mama mwenye anajua Suzi Bale ni nani, na mimi najua meneja wangu ni nani. Ana nguvu kubwa yani, kama unavyoona, si boy, si boy eh, by force by king. Dada niko dada, niko hea hea. Eh, jambo lenyewe umeliona, dogo, jambo lenyewe umeliona, bila Suzi Bale jambo linaenda

Kabla hajanienda kunihadisia kwa watu, mimi mwenyewe naanza kujihadisia kweli. Nimempiga kilungu elfu kumi na kanilipa. Alikuwa na pambe yake ambaye alomshonea nguo ndo katoa naye, alipigwa vile vile cha kichwa kichwa. mm. sawa sawa, uongo uongo. Watu wanapenda sana kuleta yale yanakuwa sio maisha. Kuwa na uhalisia wako, kwa sababu kuna matatizo yanatokea ya ghafla. Wewe unaonesha uwani amekaa amekaa ma, ma, madude ya kwenda tahili moja, nyumba milioni thelathini. Alafu una shida eti eti una matatizo la milioni moja. Wewe uone kama watu unawaambia una, una, una, nini? Watu wanakuwa wakuelewi. Watu wanakuwa wakuelewi. Wewe unanyoa milioni. Haya, leo huyo ana shida hospitalini unadaiwa una laki mbili. Watu watakuelewa? Watu hawezi kuelewa. Sawa sawa. Eh, habari ya mjini ndio iko hivyo. Naomba fungua gari katika shati yangu choka. Sawa, tunarudi kwa kwa meneja. Unapitia una ugumu wote kufanya kazi na Suzibale? Ah, hakuna. Mm,

Umeona? Kwa hiyo kuna siku mwenyewe kama hivi hapo hapo kachukua kifungua nataka, at least watu wamwone. Sinajua kwa sababu watu wanasema Suzi klipu zake za gari siku zote aendeshi, lakini anaweza kuendesha. Mm. Sasa kama manager, sotakiwa kidogo mtafutie usafiri. Ah, by the way. Ili aache kuazima. Suzi, Suzi mwenyewe anakwambia anapenda maisha yake ya kawaida unaona? Anaishi Mwananyamala anakwambia mimi ni maliki wa uswazi kwa hiyo ukinitoa uswahilini utanipeleka wapi? Kwa hiyo itakuwa ili, ili jina la, la maliki wa uswazi nitakuwa sio langu tena. mm. Ataki kukaa hataki kukaa hata sehemu yoyote yani nje na uswahilini. mm. Anakwambia nipeleke kokote, lakini kuwe ni uswahilini. Kwa hiyo ndio maana atazia content zake nyingi ambazo anaziposti anazifanya ni kwa maisha ya uswahilini tu, yeye ndio maliki mm. mm, wa uswazi. Kwa hiyo akitenga uswahilini itakuwa hamna tena haja yeye kuitwa maliki wa uswazi. mm. Kuna pindi namuona pia yuko kwenye familia, ni mmoja kati ya wanafamilia wa Dicam -e, Dicam family. Ni familia kubwa ya, ya entertainment, si tunapenda sana furaha, amani, upendo? Kama ukifuatilia hata kwenye mitandao ya TikTok kule, umeona kwa hiyo ni mmoja familia, familia yangu yoyote, ambayo yupo na mimi kwenye kazi, basi ni mmoja wa familia ya Dicam family. Mbali na we mwenyewe, meneja Dicam family, pia inamsupporti vipi Suzi Bale. Ah, by the way you... Mimi nikimsapoti Siuzibale bila ya familia yangu sidhani kama, kwa sababu familia yangu ina nguvu sana kubwa sana ya kutengeneza ushawishi wa kuweza kuzidi kufanya kazi nzuri. Kwa sababu nikifanya kazi nzuri nikirudi nyumbani, they are, they, they, they feel proud kwenye hiyo kitu. Kwa hiyo kila siku waga wana wanipa hiyo courage kwamba usichoke, endelea kufanya vizuri, wanapenda hatua zangu. Yes, hivyo tu. Ni kweli majambo mengi ambayo unayafanya lazima pia familia ishiriki ama mnafanya kazi kwa kushirikiana. Uh, by the way unajua familia familia tukiongelea familia ni familia umeona? Hmm. Kwenye masuala ya kazi kila mtu anafanya kazi zake, okay. Umeona, lakini kwenye kushauriana mimi na pacha wangu Zubeda pale hmm. Mambo yake ya kazi zake huaga tunashirikiana kwenye ushauri tu hmm. Lakini masuala ya kazi zake ni zake, za kwangu ni za kwangu lakini ni wale watu ambao kwa sababu ni familia tunapeana mawazo chanya, ongeza hiki, fanya hiki, ili mradi ufanye vizuri, fanya hivyo mm -hmm. Subeda pia ana ana shughuli zake biashara zake. Je, kufikiria hata siku moja kumpa Suzi ubalozi wa zile biashara zake? Kila kitu kinakuja kwa sababu mwisho wa siku, uh, kama sasa hivi tunaenda kufungua kam, uh, kampuni kabisa mm. ambayo inakuwa ina ina produce uh, zile products za di, za dikam ambazo kuna masuala ya face, face, uh, cream, mafuta ya nywele na vitu vingi. Umaona, tuko mbioni kufungua hiyo uh, ofisi, tumeshamaliza maliza, tuko kwenye ujenzi. Kwa hiyo ndo, kama ukiangalia peji hata Dika Beauty Clinic hakuna matangazo yoyote zaidi tu ya posti za zamani, kwa sababu tuna jambo kubwa tunakuja kulifanya. Mm-hmm. Okay. Sawa, so, tunamwona wapi Suzi ama weka meneja, pia unamwona wapi Suzi bale tangu mazakufanya nae kazi na wapi mm, maono yake kwa safari nyingine ya mbeleni kumuona wapi mm. Kweli ni mipango tu ya Mwenyezi Mungu, mimi naona eh, kila kitu kitakuwa kiko sawa, atafika atazidi kufika mbali. Kwanza najivunia kwamba tangia Suzibale ajulikane, hajawahi kupotea. Tumeona watu wengi wamevuma sana kwenye mitandao, lakini mwisho wa siku hawajatoboa, wamekaa miezi miwili mitatu minne mitano Mwisho wa siku ukiuliza wako wapi, atuwaone atupishane nao hata kwenye akaunti zao, atupishane nao hata kwenye ma Instagram, TikTok. Kwa hiyo kumuona mbali, nazidi kumuona mbali kwa sababu tangia nilivyomshika mkono siku ya kwanza mpaka leo, hata wewe mwenyewe unajua sio zile style, akipita kokote anajulikana, mitandaoni anaonekana. Kwa hiyo kumuona mbali kiko, namuona mbali, namuona mbali kupanda mandege kwenda kutangaza bidhaa za watu huko nje kwenda kufanya kazi za watu huko nje, kwenda kuleta uswahili Dubai, China, sehemu zingine huko mm. Content creators wamekuwa wengi mitandaoni sasa hivi, ndio kitu ambacho mara nyingi Suzy anakifanya TikTok na mitandao mingine. Wewe kama manager, uone kama kidogo kama soko la Suzy litayumba baadaye, kwa sababu tayari umeshaanza kuingia waswahili, waswahili wengi huko mitandaoni. Ah, by the way eh, watu wasichokijua kwamba content zote za Suzy waga nazitengeneza mimi kwa hiyo mimi ni director kama nilivyokuambia, na content creator. Yani zote unazoziona za Suzi mimi ndo natengeneza. japo Japokuwa sina uswahili kama waSuzi, lakini kwa sababu ndo kazi yangu ku create na create, yani ule uswahili wa Suzi yeye, yeah, anakuwa ni kama ni mtu wa kudeliver, ila mimi ndo nachora na, na Suzi, kaa hapo, hii nataka ucheze hivi, hii nataka ucheze hivi, kila kitu nafanya mimi. Umeona, kwa hiyo Suzi anaenda tu, nampa take one and action, anafanya kwa hiyo siwezi kutishika sana kwenye swala hilo, kwa sababu ni vitu ambavyo niko navyo ndani yangu, umeona. uh-huh, kwa hiyo kila siku utamwona Suzi kafanya hiki, utamwona Suzi kafanya kile alafu sija mtengeneza mtu fulani wa, wa, wa, watu wa, wa kuweza kutengeneza picha ya mbele. Suzi atatengeneza hiki leo hii, unaweza ukamwona Suzi kao, amekaa kiuswazi zaidi, lakini leo hii unaweza nikatoka naye nikaenda kumchukua klipuhuko Kempiski, alafu akasema malikio wa uswazi nimeamua kujitoa. Kwa hiyo ni kitu ambacho e, wazungu wanasema mna ni kitu ambacho yani, kitu fulani hivi yani kizuri, na mimi ndio always content zangu, kwa sababu pia nashirikiana na, na wadogo zangu wengi sana ambao wanafanya vizuri kwenye mitandao huko najaribu pia kuwatengeneza ukaribu na Suzi kuweza kufanya vitu vito, to, to, tofauti kila siku. Mbali na Suzi pia wenda ndio kuna wasanii wengine ambao nao ama unawapika ili waweze kuwa vizuri kama Suzi. Ah, mimi kiukweli napenda sana kusapoti watu. Kuna watu wengi sana nawasapoti, wako nyuma yangu, lakini by officially, mtu ambaye nafanya naye kazi ndio maana utaona nampambania sana, hata hapa niko naye, ni Suzi Bale peke yake. Lakini wengi na sapoti wakija brother hivi na wambia sawa, utanyimwa kucheza na mtu mwingine ila mimi siwezi kukunyima kucheza content na Suzi Bale, kwa sababu mwisho wa siku nimemtengeneza ili ni, ni support watu wengine. Kuna watu wengine wako mtaani wanajua kuigiza na wamehaso sana, hawajawahi kuonekana vipaji vyao, alafu kile kitendo cha mimi mtu kunicheki, nitashindwaje kumsaidia mtu ambaye amehaso, ilhali nimemsaidia Suzi, alikuwa hajui hata kwa maana content ni nini? Kwa hiyo kwangu mimi naona ni sawa tu kwa, na watu wengi sana nawasapoti ila Sio kikazi as a manager na support yeah. Kama kaka tu, okay. Sawa, so, zungumza pia na wale watu ambao wanafanya shughuli kama hizi lakini hawana ile professional kabisa yani hawataki kwenda kusomea wanafanya tu ile kiubunifu. Ah, uh, by the way, unajua manager wa Tanzania wengi wengi hata kwenye upande nimeshafanya kazi na Richard Mavoko as a manager pia, okay. Nimefanya kazi na wasanii wengi e, wa kuimba, wa nini lakini kitu ambacho nimegundua wa Tanzania wengi hususani hawa wanaojitafuta wanaamini kwamba meneja ni bosi. Umeona, na hii kitu iwe exclusive kwa wale wote ambao wanaangalia hii interview: meneja sio bosi, meneja ni mfanyakazi. Aidha, msanii awe na kipato aweze kumwajiri meneja, ili meneja awe ni muongoza njia na kufungua njia sehemu zingine. Na meneja lazima kwanza, ili ufanye vizuri, uwe na connection nzuri na watu, uwe na connection nzuri na media uwe na connection nzuri na, na, na watu maarufu ili kumtengenezea msanii wako kama ni mpya kupata platform kwa haraka na urahisi, watu kumfikia, sijui umeelewa vizuri. Na pia uh, wengi wanavyohisi kwamba manager, mimi napokeaga sana simu za watu wengi, brother mimi naimba, naomba uwe meneja wangu, mimi nitakao na mjibu, mimi kuwa meneja wako ni kitu kimoja kirahisi. Mimi naweza kuwa meneja wako, lakini unanilipaje? lakini wanatamani tufanye kazi, hatuwezi kufanya kazi kwa sababu siwezi kufanya kazi ya bure. umeshaelewa vizuri? Eh, mm. Hey, siwezi kufanya kazi ya bure ila mimi manager, entertainment manager najua kuku brand najua kukutafutia connection mradi uonekane, watu wajue wewe ni msanii na unafanya vizuri nikutafutie featuring, nijaribu kuongea na msanii huyu na yule, connection fanya kitu fulani, yaani ni mtu fulani hivi naweza. Lakini sasa hizo hivyo vitu vyote inabidi apatikane mwekezaji. Mwekezaji either awe msanii mwenyewe au msanii awe na bosi ambaye anaweza kuwekeza hela kwa yule msanii, alafu manager awe ni mtendaji, umeona? Msanii awe ni, ni, ni second boss kwayo. Mimi ni mfanyakazi wa msanii. Manager, ni mfanyakazi wa msanii, nitafute kazi, nitafute shows, nitafute endorsements, nitafute wawekezaji wengine waje kuwekeza kwa msanii, ili mradi chakula kipatikane, ndio kazi za manager. Lakini watu, watu wengi, wasanii wengi, hata waigizaji, mtu manager, sasa anakuja, sina nauli. Sasa una nauli? Mimi manager sio bosi, rafiki yangu hmm. hata kama ninayo sikupi kwa sababu mwisho wa siku wewe ndio nakupeleka mjini wewe unipeleki mimi mjini mimi nakaa nyuma ya kamera na kukutengezea wewe michongo. Kwa hiyo si unajua ile kwa sababu hiyo kitu wa watu watu, watu inabidi wajue mzee. Au naambia aje njopeka. Eh, meneja ni bosi mzee. Eh, meneja mfanyakazi au vipi? Eh, au unaonekana waiti unaonekana na hela. Ndio <laughs> <laughs> <laughs> maana wasanii wanafanikiwa kuliko hata mameneja. Eh, eh, unajua nikwambie kitu, meneja anatakiwa mfano kama mimi naweza nikawa manager, naweza nikawa investor kwamba nakuona wewe una kitu inamaanisha kwamba sikiliza, njoo kaa hapa, chukua mkataba wako huu hapa ila you have to follow what I need. Umeshaelewa vizuri. Inamaanisha naekeza hela yangu mimi, labda nataka kukutambulisha, nitaita labda press conference, labdae tamtambulisha msanii. It means kwamba inabidi ni deal na media vizuri ili waweze wa kupush mtu wangu, inabidi tuingie studio nzuri ili wa, mtu wangu waweze kufanya kazi mm. Hapo, manager na investor inamaanisha unavyo hivi viwili. Ukimwambia msanii katika kazi zako zote nitakupa asilimia kumi na tano au ishirini, alafu msanii atakwambia hapana manager. Manager analipwa na nani? Hakuna, we umekuja una kipaji chako, ujui utatokea wapi Mi nimeona kipaji chako, nimekuambia, una pesa ya kwenda studio, hauna. Una pesa ya kufanya video, hauna. Nimetoa pesa yangu, nimekufanyisha hivyo vitu vyote, natafuta show mimi mwenyewe, we umekaa ndani na promote your music na career yako kwa ujumla, alafu nikupe hela sawasawa na mimi, wewe unakuwa ni uongo. Umeshaelewa? Ehe. Kwa hiyo sasa, beta msanii awe na na, na uwekezaji yani awe, awe na pesa yeye mwenyewe ya kuweza kujipush, manager aweze kupush. Unaweza usimlipe manager, ila ukamtumia manager, kitakachopatikana katika matunda ndo ukasema okay, tukipata kazi aina fulani, manager wangu, asilimia kadhaa zitakuwa za kwako kwa, kwa, ila mi nataka unisimamie kazi zangu, umeshaelewa vizuri mm -hmm. E, kama kutahitajika chochote utaniambia, it means kwamba mimi najitoa as a volunteer ambaye nasubiria matunda ya baadaye, umeshaelewa? mm. Lakini umetaka labda kufanya uh, audio twende studio, unalipa mwenyewe. Sana sana utaniambia tu bwana, ongea basi na studio fulani, mimi wanangu wengi. Producer fulani bwana, anataka urekodi ngoma ya mwanangu. Mtu wangu, msanii wangu. Kwa hiyo unalipa wewe mwenyewe. Unataka kufanya video unalipa wewe mwenyewe. Mimi kazi yangu kuchukua ile audio yako kuchukua video yako, kuisupply kwa watu, kuitangaza kwa watu, watu wafanye ma challenge matiktok, ma instagram huko, watu wajue uwepo wako mjini, watu wakuweze kukufahamu wewe ni nani, kama anapofanya Suzi. Suzi paka kesho anafahamika kwa sababu ni kazi yangu. Kwa hiyo kama anaweza kumfanya Suzi akafahamika, it means msanii wa kuimba na anaweza kuimba ni kitu, kitu rahisi tu mm-hmm. Okay. Sawa, tumalize na hili. Mnapitia changamoto gani mameneja wakati wa kumeneji wasanii? Mfano kama wewe sasa, ndo uko na Suzi labda pia na, na, na wasanii ambao tayari ushafanya nao kazi. Ah, changamoto kiuhalisia, hakuna hata hata. nyumbani kwetu nyumbani, yani nyumbani kama nyumbani kwa mzazi, changamoto pia zipo, kwa sababu uenda labda mzazi wako anataka asubuhi uamke, amekuagiza sehemu, umelala umechelewa kuamka, amekuja kukuamsha amekuamsha umefungua macho mara hiyo, ni changamoto pia. Kwa hiyo katika masuala hata haya sanaa sanaa hizi na nini, changamoto zinakuwa kwenye muda, kwenye maelewano, kwenye kama mtu ambaye ajui entertainment, kwenye kuelewa hapa hii kazi sitakiwi kuifanya pasipo na nini na, na, na, na, na makubaliano ya meneja. Unajua, msanii anaweza akachukulia kitu poa, ah, mi naweza kufanya tu Alafu kumbe meneja jicho lake aliko huko. Mm. Oh, kichaifanya alafu meneja anakuja kukutana nayo anaona like how come? Hii sehemu mbona ilitakiwa isiwe hivi, ilitakiwa iwe hivi. Kwa hiyo changamoto zinakuwa hizo ndogo ndogo. Unaona, kwenye muda labda umepata deal ya hela, mfano mzuri, unampigia msanii wako apokee, labda jana akatoka alikuwa amelewa au jana akatoka alikuwa uh, kachelewa kulala simu umepiga au kauziwa na mtu wake, kaamua kumwekea silence simu. Wakati meneja anampigia simu, umeona kuna mchongo, simu napokelewa, labda jione, huyu mwenye mchongo alokupa mchongo anaamua kukansel na mtafuta mtu mwingine. Kwa hiyo hapo inamaanisha umeitia hasara kampuni. Kwa hiyo changamoto ni za muda e, lakini sio changamoto kubwa kwa Suzi. Mimi sipatagi hizo changamoto, kwa watu wote waliofanya nao kazi sipatagi hizo changamoto, ila hizo changamoto Managers wengi sana wanazifesi. Okay. Mm-hmm. Sawa, tumalize kwa kuzungumza na mashabiki wa Suzi ambao sasa wanakutazama. Ah, waendelee tu, uh, kumsupport Suzi Bale Malkia wa Uswazi. Mm-hmm. Uh, Instagram pale Suzi Bale underscore Malkia, utampata TikTok, utampata Suzi Bale underscore OG na mimi akaunti yangu ni Suzi eh, Suzi tena. <laughs> Eh, na mimi akaunti yangu ni Luwai Safe. Ndio jina langu, naitwa Luwai Safe. Tanipata pale na nyingine ni Luwai underscore entertainment. Mm. Mm -hmm. Sawa, shukrani sana buwana, asante, sawa. Bwana kaka meneja, asante sana bwana. Si tunamaliza hivyo. Till next time bye, -bye.